Habari za wakati huu, na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inapenda kuwatakia Watanzania wote heri ya sikukuu ya mapinduzi ya Zanzibar. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Shinyanga, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo haya yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo haya yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mwengu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inaonyesha kuwa inatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, lakini pia kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wa pwani ya kusini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 na vipindi vya jua. Mikoa ya Singida, Dodoma, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanaosalia, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi na mvua vinatarajiwa. Mwanza vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Mbeya vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa.